Jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha pili, unaingia kwenye application ya Google Chrome. Ehe, ukishaingia kwenye application ya Google Chrome utaandika e, neno nectar.go.tz. E, hmm. Sasa ukisha litype hilo neno moja kwa moja uta research. Ukisha research neno hilo litakupeleka kwenye hayo maneno kama unavyoona hapo. Mm -hmm. Yako maneno mengi mengi. Sasa utaenda kwenye hilo neno limeandikwa FTNA, ukishabonyeza <tipa> hapo utapelekwa kwenye linki za matokeo <tipa> kama unavyoona hapo ya mwaka 25, bado hajatoka. Yakitoka basi utayabonyeza, kisha utapelekwa moja kwa moja kwenye eh, shule zote za hapa Tanzania kama unavyoziona A, ni shule nyingi sana. Sasa unachotakiwa wewe ni kuchagua herufi ya kwanza ya jina la shule, ili uweze kuona matokeo ya shule ambayo unataka kuona. Mfano, mimi ninachagua herufi yoyote hapo. mm -hmm. Taibonyeza herufi, nikishabonyeza herufi basi moja kwa moja ninachagua shule. mm -hmm. Alafu baada ya kuchagua shule kama unavyoona hayo ndiyo matokeo ya shule ambayo nimeweza kuyachagua mimi. Kwa hiyo ni rahisi sana. Hmm, matokeo yanapotoka basi tumia njia hiyo ili uweze eh, kuangalia. Karibu sana, mpaka wakati mwingine.